Ukitafuta namna ya kumfikia mbunge kwa jimbo la Kivule haiwezekani kwa sababu mbunge hana ofisi ndani ya jimbo lake. Ofisi ya mbunge unaikuta Ilala nje ya jimbo. Kwa mwananchi kimsingi hawezi kuondoka kutoka Kivule akapanda daladala akaja mpaka Ilala kuja kumwona mbunge ambaye kimsingi mbunge mara muda mwingi hakai ofisini. Kwa hiyo mimi kitu cha kwanza kabisa nitakachokifanya ni kuestablish ofisi ndani ya jimbo. Jimbo letu ni kati ya jimbo ambalo kwa sehemu kubwa limepitiwa na bomba la gesi, gesi asilia inayotoka Mtwara kuja Dar es Salaam. Sasa fursa ni ipi? Kama tunavyofahamu ukisoma ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025 30, uh, kipaumbele cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pia kinasisitiza matumizi ya nishati safi ya kupikia. Kwa miaka sasa mingi tuko na bomba ambalo linatoa gesi Mtwara mpaka Dar es Salaam, lakini wanakivule sisi hatuitumii hiyo gesi katika matumizi yetu ya kupikia tunaweka project ya kupeleka mabomba sehemu za makazi, sehemu za biashara na sehemu za viwanda tulivyonavyo. Wewe kazi yako kama mwananchi ni kulipia, unafungiwa gesi nyumbani kama maji, jinsi unavyoweza kufanya maji ya Dawasco au kampuni nyingine yoyote. Kivule ikawa ni Pottery Hub. Tukatengeneza soko tukawafundisha ndugu zetu wafugaji namna ya kupaki mayai yao vizuri tuweze kuyauza mahotelini kama hapa tulipo, tuweze kuyauza mahotelini. Huwezi amini kwamba mayai yanayouzwa kwenye mahoteli makubwa hapa Dar es Salaam yanatoka Afrika Kusini na nchi nyingine, lakini sisi tuna produsi mayai mengi sana kutokea Kivule. Kwa nini Kivule isiwe hub ya mayai? Tutauza ndani da ya Dar es Salaam, lakini tutatafuta masoko nje ya nchi.